a kijamii hasa huko Instagram ni ile video ya rais wa Kenya William Ruto akionyesha kwamba anapika chapati akiwa pamoja na baadhi ya wazungu wa mawarabu wakitumia gesi nishati safi, akipika chapati. Video hii imeweza kuzua mjadala kidogo hasa baadhi ya comment watu wakisema kwamba ee, inakuwaje eh, mheshimiwa rais na suti yake kali eh, akiwa na kaanga chapati. Lakini hapo kabla nchini Kenya aliweza kuhudhuria moja kati ya eh, wana content creator anaitwa Aisha Speed nchini Kenya, na aliweza kukaribishwa na mheshimiwa rais William Ruto nchini humo eh, aliweza kumkaribisha kwamba karibu sana Kenya nchi yenye maendeleo ya kasi. Sasa hii video inamwonyesha William Ruto akiwa na kaanga chapati hapa, akipiga stori moja mbili tatu, na kwa mbali kakisikika ka mlio ka muziki kwamba e, mheshimiwa rais akipika chapati pamoja na hawa ni wapishi e. Sasa video hii watu wameweza kukomenti, wadau wameweza kuweka maoni tofauti, wengine wakimsapoti wakisema kwamba e, anaonyesha kujali sana na wengine wakisema inakuwaje, mheshimiwa rais, pamoja na suti yako hiyo, he, unakaanga chapati bwana. Ni baadhi tu ya maoni ya wadau mbalimbali, lakini huyu anasema kumbe wewe ndio mashine ya chapo. Mwingine anasema kwamba saizi kila kona ni content tu. Anasema mashine ya chapati, anasema hadi raha jamani, kumbe wewe ndio mashine ya chapati. Anasema last Friday of the month aende kiharu kuna kazi anasema, anafaa hizo chapati apewe M7 kwanza atulie e. Mwingine akasema kwamba hii ni AI. Mwingine anasema baada ya kupika mutura centro, samaki Nyanza, sasa ni chapati wapi huku? Akasema maro wapi, mashine ya milioni chapati. Mwingine akasema, rais ameamua kupika chapati e, na sauti. Mwingine anasema mashine ya chapo ilikuwa jaba heka pika Eh yeah, sawa bwana. Mgeni anasema, uh, "God bless the work of your hands." Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mgeni anasema, "Long term president." Eh, yeah, mgeni anasema, Ndindi Nyoro for the president. Anasema mashine ya chapo ziko wapi? Anasema rais mashine ya chapo million iko. Moja kati ya wadau akiweka maoni yake hapa kwenye comment. Uh, utawakanga opposition kama hiyo chapati. Kwamba hata wakanga opposition party kama hiyo cha pata. Sema brother is coping in show speed, kwamba rais William Ruto anaiga tu kwa i show speed. Moja kati ya content creator alienda pale nchini Kenya na kupokelewa na William Ruto rais wa Kenya. Sema very nice me president, we love you Kenya, love you. Kwamba eh, safi sana vizuri mheshimiwa rais Kenya, tunakupenda Yes, anasema kwamba i think he is no, eh, he is to explain how the machine work himself being eh, the machine ni mbaya. Sema eh, mi nagoja tu kwamba anaendelea kusubiri. Ni baadhi tu ya maoni wadau wakiweka comment kufuatia kile eh, ambacho William Ruto ameweza kukifanya. Anasema kwamba unapika chapati na suti mheshimiwa, sema inakuwaje tajiri E, mzee wa miaka 40 ni mgani guys, sema welcome mr president thank you for wearing my shoes special handmade e, sawa. Hizi ni baadhi tu ya comment watu wakiweka maoni yao juu ya kupika chapati kwa mheshimiwa rais wa Kenya. Hii ni video ambayo inamwonyesha akipika chapati e, pamoja na wapishi kadhaa hapa akishika kisiginio cha chapati akisigina, kisha e, akaichukua chapati hii kama unavyoona na kuipeleka kwenye kikaango hapa kwenye e, nishati safi gesi. Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment, unasemaje kuhusiana na video hii, mheshimiwa rais kuonyesha mfano wa kupika chapati? Nini anachokimaanisha? Usisahau kusubscribe.